Karibu tena katika kipindi chetu cha kujifunza neno la Mungu, mahali ambapo tunachimbua ukweli wa maandiko kwa undani, tukijifunza jinsi ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika kila nyanja za maisha. Leo tunaingia katika somo lenye uzito wa kipekee, somo ambalo wengi hulipuuza, lakini lina mguso wa moja kwa moja katika safari yetu ya wokovu, somo lenye kichwa kinachosema kutunza mwili ni ibada kwa Mungu. Ndugu yangu na msikilizaji, je, umewahi kufikiri kwamba namna unavyokula, unavyopumzika au unavyotunza afya yako inaweza kuwa sehemu ya ibada? Wengi hudhani ibada ni sala, nyimbo na mahubiri pekee, lakini Biblia inasema jambo la ajabu kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu tunapaswa kumtukuza Mungu katika miili yetu na roho zetu. Wakorinto wa kwanza sura ya sita aya ya kumi na tisa na ishirini. Leo tutazame kwa pamoja ni kwa jinsi gani kutunza afya zetu ni njia ya kumheshimu muumba wetu. Tutagusia Biblia, tutasikia sauti ya manabii na tutanukuu maneno yenye hekima kutoka kwa nabii wa Mungu Ellen G. White ambaye alionyesha wazi kwamba afya ni sehemu ya utakatifu. Kwa hiyo kaa tayari kufungua moyo wako na acha Roho wa Mungu akuongoze katika somo hili lenye kubadili mtazamo wako kuhusu ibada na maisha ya kila siku. Naitwa Revana Leonard, na haya ni mafundisho maalum kupitia Bukelebe TV, sauti, matumaini na ukweli wa Biblia.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 Habari njema ikirushwa iki, iki, iki <laughs> Bukelebe TV, karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV. Watu wengi hudhani kuwa maisha ki ya kiroho yanahusiana tu na kusali, kufunga au kwenda kanisani, lakini Biblia na roho ya unabii zinatuonyesha ukweli ulio mkuu zaidi, kwamba utunzaji wa mwili ni sehemu ya ibada halisi kwa Mungu. Mwili ni hekalu la Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya ya 19 na 20 inasema: au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mnapokea kutoka kwa Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu na roho zenu ambavyo ni vya Mungu. Mungu anaishi ndani ya wale waliompokea. Na kama vile hekalu la kale lilivyokuwa safi, safi na takatifu, vivyo hivyo mwili wa mwanadamu, hekalu la sasa la Roho Mtakatifu lazima litunzwe kwa usafi, afya na heshima. Mtu anayeharibu mwili wake kwa kula vibaya kutofanya mazoezi au kutumia kilevi ni kama uhujumu nyumba ya Mungu mwenyewe. Mungu anaishi ndani ya wale waliompokea. Na kama vile hekalu lake la kale lilivyokuwa safi, safi na takatifu, vivyo hivyo mwili wa mwanadamu, hekalu la sasa la Roho Mtakatifu lazima litunzwe kwa usafi, afya na heshima. Mtu anayeharibu mwili wake kwa kula vibaya Kutofanya mazoezi au kutumia kilevi ni kama kuhujumu nyumba ya Mungu mwenyewe. Afya ya mwili huchangia afya ya roho. Walaka watatu wa Yohana sura ya kwanza aya ya pili: Mpendwa, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo. Biblia inaonyesha uiano wa ajabu kati ya afya ya roho na mwili. Mtu aliyedhaifu kiafya mara nyingi huishi maisha ya kiroho yaliyopooza. Akili yenye nguvu hutegemea mwili wenye afya. Ellen G. White aliandika, mwili ulio na afya utatoa akili safi na akili safi itasaidia roho kukua katika neema. Counsel on Health ukurasa 586. Hii ina maana kwamba tunapokula vyema, kupumzika na kuishi kwa nidhamu, tunasaidia hata akili zetu kufahamu vizuri zaidi mambo ya Mungu. Kula na kunywa kwa utukufu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya kumi aya ya thelathini na moja: basi mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mungu anaona hata katika meza ya chakula. Wale wanaokula kwa tamaa wanaacha kufikiri kuwa hata chakula ni sehemu ya majaribio ya imani. Ellen White aliandika: ni wajibu wa kila mtu kufikiri juu ya kula na kunywa kwake. Nidhamu ya chakula ni sehemu ya elimu ya kiroho. The Ministry of Healing, ukurasa 310 kwa mfano Danieli na rafiki zake walikataa chakula cha kifahari cha kifalme wakachagua mboga na maji tu. Matokeo yake walipata afya bora na akili timamu. Danieli sura ya kwanza aya ya nane mpaka ishirini. Utakatifu wa ndani unahitaji nidhamu ya nje. Mara nyingi watu husema cha muhimu ni roho si mwili. Lakini Biblia inatufundisha kinyume chake. Warumi sura ya kumi na mbili, aya ya kwanza: nawasihi ndugu zangu kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hii inamaanisha kuwa mwili ni sadaka ya ibada. Tunapoweka mwili wetu katika nidhamu, tukiepuka ulevi uasharati, ulafi, uvivu na mawazo machafu tunatoa sadaka safi mbele za Mungu. Ellen G. White alisisitiza, kuharibu afya ni dhambi, ni wajibu wa kila Mkristo kujifunza jinsi ya kuishi kwa namna inavyohifadhi mwili wake, Object lessoni, ukulasa wa 346. Yesu hakuwa tu mkombozi bali pia alikuwa mwalimu wa afya. Aliishi maisha yenye uwiano, alilala kwa wakati, alitembea umbali mrefu akihubiri na huku akifanya mazoezi, alikula chakula rahisi na safi, alifurahia mazingira ya asili na alipumzika katika Sabato kama Mungu alivyoamuru. Kwa hiyo maisha ya afya ni mwendelezo wa tabia ya Kristo ndani yetu. Ellen G. White alisema Yesu alikuwa mnyenyekevu katika kila kitu, hata katika kula na kunywa. Tunapofuata mfano wake, tunakuwa washirika wa asili ya kiungu. The Desire of agency ukurasa wa 122. Kama bustani inavyohitaji kutunzwa ili maua yake yanukie, vivyo hivyo mwili unahitaji kutunzwa ili roho iinuke kumwabudu Mungu kwa nguvu zote. Mtu anayepuuza afya yake ni kama mtu anayemwagilia maua kwa sumu badala ya maji. Kwa hiyo tunapopumzika, kula kwa kiasi na kutunza usafi tunasema kwa matendo, E Mungu, nawe unastahili katika mwili wangu. Ujumbe wa Biblia ni mmoja. Mungu anataka utu wako wote roho, nafsi na mwili. Wathesalonike wa kwanza sura ya tano aya ya ishirini na tatu. Hivyo mtu wa Mungu hatakiwi kuishi kwa mtazamo wa nafsi yangu tu iokolewe, bali kwa mtazamo wa mwili wangu, akili yangu na roho yangu. Wakorintho wa kwanza sura ya tatu aya ya 16 na 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu yeyote akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, nanyi ndilo hekalu hilo. Haya si maneno mepesi, ni maneno mazito ya onyo. Mungu hachukulii kwa urahisi mtu anayepuuza mwili wake. Wengine wanaomba miujiza ya afya ilhali wanakula sumu kila siku kwa tamaa. Wengine wanalia juu ya magonjwa, lakini wanashindwa kutii kanuni za Mungu kuhusu chakula, mapumziko na mazoezi. Ellen G. White aliandika kwa uchungu, watu wengi wanajiua kwa kutojua, kwa kula vibaya, kwa kufanya kazi kupita kiasi au kwa kutunza vibaya miili yao. Dhambi hizi zinamfanya Mungu asiheshimiwe. Counsels on Health ukurasa wa 37. Ndugu yangu jiulize kwa dhati, je, unamwambia Mungu na kupenda halafu unaharibu hekalu lake kwa vyakula vya mafuta, sigara, pombe au uzinzi? Je, unamwabudu Mungu kwa midomo lakini unamkataa kimya kimya kwa mtindo wako wa maisha? Methali 23 aya ya pili uweke kisu kooni mwako ukiwa miongoni mwa walafi. Mungu anataka kuishi kwa kiasi, anataka tumtumikie tukiwa hai, wenye nguvu na akili safi. Dunia inahitaji mashahidi wa Mungu, watu watakaodhihirisha kwamba kuishi kwa afya ni ushuhuda wa imani. Warumi sura ya 14 aya ya 17. Kwa maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Lakini pia mtu asiye na afya hawezi kufurahia amani ya Mungu ipasavyo. Akili iliyochoka, mwili ulioumizwa na moyo uliojaa uchovu haviwezi kumtukuza Mungu. Ndugu yangu, usiruhusu Shetani akudanganye kwamba mwili ni kitu cha kuuzwa Mwili wako ni chombo cha ibada, ni madhabahu ya Mungu, ni kivuli cha hekalu takatifu. Unapoukosea heshima mwili, unamkosea heshima Mungu aliyeumba. Wathesalonike wa kwanza sura ya tano aya ishirini na tatu na Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi roho yenu na nafsi yenu na mwili wenu Vihifadhiwe visivyo na lawama katika kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo alitoa damu yake si kwa ajili ya roho yako tu, bali pia kwa ajili ya utu wako wote. Aliposema imekwisha, alimaanisha wokovu kamili, roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo, kumtukuza Mungu kwa mwili ni kuonesha shukrani kwa damu iliyomwagika. Tafakari hii. Unapokula kwa nidhamu, unapopumzika, unapokataa tamaa ya mwili, unapojizuia na ulevi, unamwabudu Mungu kimya kimya, kwa matendo. Hiyo ndiyo ibada halisi. Ellen G. White anasema tena kwa upole lakini kwa ukali, kukosa kutunza mwili ni kukosa kumheshimu Muumba, ni dhambi kubwa zaidi kuliko watu wanavyotambua. Temperance ukurasa wa miambili kumi na tatu. Kwa hiyo simama leo na uamue kuanzia sasa, sitautumia mwili wangu kwa mambo machafu, sitakula ovyo, sitakunywa pombe, sitavuta sigara, sitaridhika na uvivu, nitaishi kwa usafi, kwa nidhamu na kwa heshima, kwa sababu mwili wangu ni mali ya Mungu. Warumi sura ya 12 aya ya 1: Mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wapendwa wa Mungu, huu ndio wakati wa kurudi kwenye misingi ya afya na utakatifu. Dunia inahitaji kuona Wakristo wanaoishi kwa mfano wa Yesu, wenye akili safi, mioyo safi na miili yenye afya. Mtu anapokuona ukiishi kwa nidhamu, anamwona Kristo akikaa ndani yako, na hapo ndipo maisha yako yanapogeuka kuwa mahubiri ya kimya kimya yanayobadilisha roho za watu. Mungu anapewa heshima si tu kwa maneno yetu, bali kwa jinsi tunavyoishi. Ujumbe wa Biblia ni mmoja. Mungu anataka utu wako wote, roho, nafsi na mwili. Wathesalonike wa kwanza sura ya tano aya ishirini na tatu. Hivyo mtu wa Mungu hatakiwi kuishi kwa mtazamo wa nafsi yangu tu iokolewe, bali kwa mtazamo wa mwili wangu, akili yangu na roho yangu, vyote vimtukuza Mungu. Ellen G. White anahitimisha kwa maneno haya ya thamani: afya ni utajili wa kweli. Mtu anayemtumikia Mungu kwa mwili wenye afya akili timamu na roho safi, anatoa ibada kamilifu zaidi. Cancer on diet and food ukurasa wa 16. Ndugu yangu na um, msikilizaji, tazama jinsi dunia inavyozama katika tamaa za chakula, starehe na ulevi. Watu wanakimbilia kula vyakula vya haraka, wanakunywa bila kiasi, na wengi hawajali tena usingizi mazoezi wala usafi. Lakini leo Roho wa Mungu anakuuliza swali hili zito: Je, unamtukuza Mungu katika mwili wako? Wakorintho wa kwanza, sura ya sita aya ishirini. Mwili wako ni zawadi ya thamani, ni nyumba ambayo Mungu mwenyewe amechagua kuishi ndani yake. Unapo uharibu kwa uvivu, ulafi, uvutaji, ulevi au dhambi za ngono, unamfukuza Mungu katika hekalu lake, na hekalu lisilo na Mungu ni nyumba ya giza. Wakorinto wa kwanza sura ya tatu aya ya kumi na sita mpaka kumi na saba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu yeyote akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu huyo; maana hekalu la Mungu itakatifu, nanyi ndilo hekalu hilo.